Nyakati hizi kuna mwingiliano sana wa watu kuangaishwa na manabii wa uongo kwa ajili ya imani tofauti. Nafikiri ni semina ambayo imefanyika kwa wakati mwafaka, ili waweze kusimama katika nyajibu zao, na yamkini wasaidie hata washarika. Ni kwanza wajitambue kuhusu wajibu wao, ndio pale nilipotumia wajibu sawa na waaskofu uongozi muhimu sana katika kanisa na kwa kweli ulikuwa ndio mkazo wangu, uongozi wa kiroho ndio kuna uongozi. Tuna katiba tuna maelezo ya wajibu wao kwa mujibu wa kanisa letu, lakini wasipoongozwa na Roho wa Mungu uongozi huo haukamiliki. Ni hitaji la kanisa kuwa na semina kama hizi kwa ajili ya mambo e, endelevu na mambo ya msingi lengo kubwa ni kujenga umoja wa kanisa, umoja wa viongozi ambao wanahusika moja kwa moja na Wakristo na maisha ya kila siku ya jamii, kuwajengea uelewa wa mambo mbalimbali. Tumekuwa na masomo mazuri. Tumechagua mada ya afya ya akili na ujasiriamali, kwa sababu afya ya akili inagusa eneo zima la uzima wa afya na mtu anapokuwa na changamoto za akili au mambo yale yanayompa changamoto za kiakili, anashindwa kufanya shughuli za uzalishaji, lakini pia anashindwa kumtumikia Mungu kwa furaha. Usiwe mvivu au mzembe katika kuanza kazi ya siku. Sheria ya pili, usinungunikie wingi wa kazi au upungufu wa muda, bali ujaribu kununua muda wowote upatikanao. Sheria ya tatu usigune barua zinapoletwa ndani wala usinong'one. Sheria ya nne usikuze sana kazi utendazo kama mtu atesekaye, bali usi, uzichukulie kwa uhuru na furaha. Tumeona kwamba sisi ni mikono na miguu ya askofu, kwamba kuna vitu ambavyo askofu hawezi sikia akiwa ofisini kwake, lakini sisi tunaweza kusikia, tuko sherikani kuna vitu ambavyo tunaweza kumsaidia askofu tukiwa sharikani ambavyo yeye kwa levu yake anaweza siweze kuvifanya. Kwao sisi ni wasaidizi, ama ni maskofu katika levo tulioko usharika na jumuiya zetu, lakini pia tutaweza kuwaelekeza wale walio nyuma yetu kwamba tuenende katika njia gani ambayo itampendeza Mungu. Nashukuru pia kwa masomo yote yaliyokwenda kupita, ni masomo mazuri kama afya ya akili Nimeifurahia, nimejua mengi, imenitoa mahali, imenipeleka mahali pengine. Ni kweli kwamba tumejiona pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu ni sawa na kutembea gizani. Tukaona kwamba tukimwacha Roho Mtakatifu tutakuwa tunatembea pasipo kuwa na malengo, lakini tukimshirikisha Roho Mtakatifu tutakuwa tunatembea mwangani na mambo yetu yatakuwa wazi kabisa na ya neema na ya kumtukuza Mungu maana yake ni kwamba tutapeleka mrejesho mtaani kule kanisani na mitaa kwa ujumla wake. Tutawaeleza yale ambayo tumejifunza na umuhimu wake na namna ambavyo wao wenyewe wanaweza sasa wakaona kwamba ni kipi chenye umuhimu wakifanyia kazi kwa wakati gani. Wito wangu kwa wao walioandalia semina, kwanza ni wapongeze kwa semina nzuri, lakini pia na sisi tukawe chachu kwa washarika wetu katika usharika wa Poli na hata jimbo kwa ujumla.